Karibu kwenye Typhoon Film TZ. Hapa ndipo simulizi kali, drama zenye kugusa moyo na hadithi za maisha halisi huanzia. Kila simulizi linafunza, kila drama inaacha alama, na sisi tupo hapa kukusimulia. Kabla hujaendelea, tafadhali bonyeza subscribe, like, comment na share ili tuendelee kukuletea visa vipya kila wiki. Kipaji kikiwa na mpango hakikosi mlango. Subscribe kwa mengi zaidi sasa Tuanze simulizi letu la leo. Karibu kusikiliza stori hii sehemu ya tatu. Pia, usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Typhoon Film TZ. Naomba uniazime masikio kusikiliza. Kulipokucha mwaka 1972, Idi Amin Dada alikuwa tayari amekaa imara kwenye kiti cha urais. Kwa macho ya wengi duniani alikuwa mwanajeshi jasiri aliyepindua utawala wa Milton Obote, lakini kwa macho ya walioanza kumfuatilia kwa karibu, alionekana kuwa kiongozi mwenye mabadiliko ya ghafla, yaani mtu ambaye hakutabirika kabisa. Kwa ulimwengu mzima, Idi Amin alikuwa bado kitendawili. Mwanzoni mwa utawala wake, matumaini yaliyogeuka kuwa giza. Kwa muda mfupi baada ya kuchukua madaraka, Amin Alionekana kama mkombozi. Alitembelea vituo vya jeshi, hospitali na masoko, akitoa matamko makubwa ya mageuzi na ahadi za amani. Alijionyesha kama baba wa taifa, mtu wa wananchi, mfalme wa ucheshi na ukarimu. Lakini kadri siku zilivyoenda, sura yake ikabadilika. Alianza kuona maadui kila upande. Aliona wasaliti kwenye kivuli na wapinzani kwenye kila kona. Alianza kuamini kuwa yeyote aliyekuwa karibu na Obote bado alikuwa tishio kwa maisha yake. Hivyo, akatengeneza mfumo wa ulinzi uliotawaliwa na hofu. Na hapo ndipo giza lilianza kushuka juu ya Uganda. Kifungo cha kiroho. Utawala uliotawaliwa na sauti za ndani. Kwa waliomfahamu vizuri, Idi Amin hakuwa mwanadamu wa kawaida. Mara nyingi alidai kupata ishara za kimungu au ndoto zilizomwambia afanye maamuzi makubwa ya kisiasa. Wengine walidai angekaa kimya ghafla, macho ya kitota, kana kwamba alikuwa anaongea na mizimu ya mababu zake. Kwa upande mwingine, wanausalama wake waliamini kabisa kuwa Amin alikuwa na utu wa pili, mtu ambaye aliweza kubadilika ghafla na kuwa mkali, dhaifu, mcheshi au mwenye fikra za kishujaa bila onyo. Waganda waliishi wakisema, Usijaribu kumkisia Amin. Leo anaweza kubariki watoto, kesho akafuta baraza la mawaziri lote. Kitaifa, mambo yalikuwa tofauti na matarajio. Amin alianza kufanya maamuzi makubwa bila ushauri. Alifuta mawaziri bila sababu. Alibadilisha viongozi wa jeshi kila baada ya siku chache. Alifunga baadhi ya vyombo vya habari. Alianzisha jeshi dogo la siri lililojulikana kwa ukali kupita maelezo. Kwa mara ya kwanza, wananchi wa Uganda wakahisi kile walichokiita, kiongozi anayechanganya hofu na nguvu. Uhusiano na jumuiya ya kimataifa, kipaji na dharau. Idi Amin alikuwa na uwezo wa kushangaza katika diplomasia ya kimataifa lakini pia alikuwa na desturi za kufanya mambo ambayo hayakutabirika. Akiwa rais, mara nyingi alijionyesha kama mtu wa kuchekesha mbele ya wageni, lakini pia mtu ambaye alitaka kuheshimiwa bila masharti. Akatangaza, Uganda ni nchi huru, sitawahi kupokea amri kutoka kwa wageni. Lakini kadri miaka ilivyoenda, ulimwengu likaanza kumgeuka, hasa baada ya matukio yaliyoshangaza barani Afrika na duniani kote. Tukio lililogusa dunia, kufukuzwa Wahindi Uganda mwaka 1972. Hili lilikuwa mojawapo ya maamuzi ya kushangaza zaidi ya Idi Amin. Alitoa agizo kwamba raia wote wenye asili ya Asia, hasa Wahindi, waondoke Uganda ndani ya siku tisini. Alisema eti Mungu alimwamuru kufanya hivyo. Kwa wengi hii ilikuwa pigo kubwa kwa uchumi wa Uganda, kwa sababu Wahindi walimiliki biashara nyingi. Miji ilitikiswa, uchumi ukaporomoka, na dunia ikaanza kumwona Amin kama kiongozi wa hatari. Lakini kwa upande mwingi wa wananchi maskini, waliona kama walikuwa wanarudishiwa uchumi wao, lakini hawakujua mmea wa sumu uliokuwa unamea polepole. Utawala wa chuma, hofu ya mapinzani na jeshi. Kadri utawala ulivyozidi ndivyo hofu ilivyotamalaki. Watu walianza kupotea kimya kimya, ofisi za serikali zikawa mahali pa mateso. Usiku, wanajeshi wa vikosi maalum walipita mitaani wakiteka wanaodhaniwa kuwa maadui wa Amin. Ripoti za kimataifa zikaanza kuenea, lakini ndani ya Uganda watu waliishi kwa kauli moja isiyoandikwa: usitaje jina la Amin, usiku unalala salama. Chanzo cha migogoro ya kimataifa. Hadi kufikia mwaka 1976 Idi Amin alikuwa tayari amegeuka mtu mwenye uadui na mataifa mengi, hasa Israeli, Uingereza na Marekani. Alitoa matamko ya kushangaza, mara nyingi ya kejeli, yaliyoandikwa kwenye magazeti duniani kote, lakini kulikuwa na tukio moja liliotikisa dunia nzima jaribio la kutekwa kwa ndege la Entebbe ambalo liliweka jina la Amin kwenye ramani ya siasa ya ulimwengu kwa njia ya kutisha. Halo tutaliona kwa undani zaidi kwenye sehemu ya nne. Kile Waganda wengi hawakujua wakati huo, kwa ndani ya ikalu, Idi Amin alikuwa akipambana na mawimbi mawili makubwa: moja, hofu ya maadui halisi na wakifikirio pili kuporomoka kwa uchumi na uasi wa wanajeshi wake wenyewe. Na kadri alivyohisi hatarini, ndivyo alivyozidi kuwa mkali zaidi. Utawala wake ukaanza kujaa damu, hofu na ukatili uliofikia hatua ya kuchomwa katika vitabu vya historia kama mfano wa udikteta mbaya zaidi barani Afrika. Mwisho wa sehemu ya tatu. Hapo ndipo simulizi hii inafikia tamati yake ya hatua ya tatu. Mahali papo nguso la giza la Idi Amin lilianza kusikika si Uganda tu, bali duniani kote. Sehemu ya nne itagusia jaribio la kutekwa kwa ndege la Entebbe, jinsi dunia ilivyomgeuka, vita vya Uganda na Tanzania, kuanguka kwa utawala wake. Basi tukutane kwenye sehemu ya nne ya simulizi hii ina usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu pendwa Typhoon Film TZ ajili ya sapoti. Asante kwa usikivu.